Kuna mtu mmoja alikuwa na shida ya mguu, si ni nani? Mguu umevimba. Alikuwa wapi yule? Hebu njoo nikusaidie, mletee kiti hapa. Kina muda gani? Umeona mguu ulivyo kanisa? Mguu umeoza kabisa, unaona? Huyu ni shetani. Sasa unasema unapitia changamoto, angalia mwenzio sasa kila mtu ana mlima wake, lakini hii inapona, kwa sababu kesi kama hizi, wana Karimeli mnafahamu, Yesu akarimeli amezicheza nyingi sana, ama vidonda sugu, ay aa, akichawichawi ay, wangapi wanaamini? yes. eh? yeah. Chipigie makofi kabona mwamini. Baba ninakushukuru kila roho ya kansa jini, mshike, mshike vizuri. Ona vitu hivyo, unaona shughuli n unaona. Unaona. Unaona shughuli, nimeleta jini, bado sijaanza kazi. Shetani anapiga watu vibaya, kambia shetani anapiga, unakataaga sasa. Ngoja tumuone huyu mchana anavyoondoka, walitaka wakati u mguu kwa kansa, unaona saadui huyo Maji ya muujiza maji ya upako yako pia. Fungua hapo. Baba, ijulikane ijulikane ijulikane, uchawi pasuka, ondoka. Toka. Toka. Na vunja uchawi wako uchawi mdio wako ni pepo. Toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka. Rikashakata papa yeseketepa rikaterema ya saka. Ouch! Ewe joka ewe joka, muda wako umeisha, muda wako umeisha kumtesa mwanamke huyu, muda wako umeisha. Uzima ewe joka ewe joka, mwisho wa mateso katika jina la Yesu. Mwanamke huyu, nakufunga kwanzia kichwani, nakuondolea nana uliotupiwa. Kwanzia leo, mauti sio sehemu yako, mauti sio sehemu yako kwa jina la Yesu. alhai Mama, inuka. Inuka. Inuka. Ina miaka gani mguu umekuwa katika hivi mama? Mwaka wa nane. Mwaka wa nane. Hausikii kitu? Ulikuwa unasikia nini mguu ni chini hapo? Kama vitu vinanichoma, kama kuna sindano. Alafu lizito. Eee. Fanya fanya vitu hivi. Miaka nane. Miaka ngapi? Nane. Hebu mshukuru Bwana kila moja, kanisa inwa mkono wako, mtukuze Bwana. Hebu kila mmoja mtukuze Bwana. Miaka nane mama anasikia maumivu, hawezi kutembea vizuri. Mtukuze Bwana kwa matendo makuu, mwambie Yesu ni wewe, unaweza mama. Naendachu, mtukuze Bwana, mwambie ni wewe Yesu naweza.